Hello wana wa Afrika, Chionda wa Chionda. Hii ni podcast ya fikra huru za Mwafrika, Pan Africanism podcast. Pan Africanism podcast, history, uchumi eh, utu na spirituality unakuja kupata katika eneo letu hili, neno ukombozi wa fikra huru. Ila natangazo hapa kwanza, uende kwenye akaunti zangu za Facebook, TikTok, Instagram na YouTube ziko nyingi. Fikra huru za Mwafrika kuna TikTok, YouTube, X, Facebook na Instagram. Kaunti nyingine ni Chionda wa Chionda TikTok na Instagram, Abasi Enoki Chionda Facebook na Chionda mwana wa Afrika Instagram. Hizo akaunti zaidi ya nane zote za kwangu na zina full watu, na niko tayari napokea matangazo ya biashara. Wewe mkulima, wewe daktari mwenye hospitali yako, wewe unauza madawa, wewe fundi magari, wewe mfanya biashara, wewe kinyozi, wewe, wewe biashara yoyote ninatangaza, mwenye nguo, anayeuza viatu, anayeuza anayeuza mapambo ya majumbani mapambo ya maharusi kinyozi, yaani biashara yoyote ya kwako. Njo, njoo nikutangazie. Namba piga namba hii hapa: sifuri sita nane nne mia nane themanini na moja mia mbili. Narudia, piga namba hii kwa kuwasiliana na kijana wangu wa kazi. Ukipiga yeye ndio utakutana, utakutana, utakutana na mimi 0684 8 nane nane moja mbili sifuri sita nane nane, nane kumi na mbili anaitwa Frank huyu. Ukiwasiliana nayo huyu Frank jina lake lingine anaitwa huyu Frank jina lake la kazi tunamwita the scientist. Yaani, yeye ni mwanasayansi sayansi. Ukiwasiliana na huyu Frenki utamfikia Chionda. Tutapatana, nitakutangazia kutokana na pesa yako, kutokana na tangazo lako, ndivyo tutakavyochajiana kwa muda unaoutaka kukaa tangazo lako kwenye platform zangu zote nane, au nataka nikuwekee kwenye platform zangu mbili, au platform moja. Tunauza aki Tree of Life, ukihitaji piga hiyo simu, utakutana Ukikutana na huyu bwana Frank, umekutana na Chionda, ili ukombozi wa fikra uendelee, tupate maji ya kunywa, tupate mavazi, tupate huduma za kulipia umeme. Kazi tunazozifanya zote zinahitaji huduma za kihuduma. huu hizi ni biashara, hatuchangishi kama sadaka. Kwetu hakuna sadaka. Sadaka tunampelekea nani? Mungu ana benki? Mungu ana sakosi? benki ni matumbo ya wakubwa, wanatia tumboni kwao, lakini sisi hatuna mambo hayo kama unajitolea, kumuongoza high priest apate mavazi ya hekaluni, apate kitabu cha hekaluni, apate elimu kuwafundisha watu wasiojiweza. Ukichangia, tunachukua wanafunzi wasiojiweza, tunawapa elimu. Tunahitaji watoto wadogo waje, tuwape masomo ya Uafrika kuanzia miaka saba mpaka miaka kumi na tano hadi kumi na nane hadi miaka thelathini na tano unakaribishwa katika darasa letu. La ufungu, ukombozi wa fikra za mtu mweusi kuondoa minyololo utakataka zilizoko katika ubongo na ulimi wako, kwa sababu ulimi wako hautamki mema ukikaa na waza ya Wazungu. Tunataka tuondoe huo ulimi wako, tuukate, wa kwao tuukate, tukuwekee ulimi wa mwana wa Afrika. Naendelea na mada zangu, nafikiri tangazo litakuwa limefika. Wana wa Afrika, tuungane na makampuni ya ya simu ninayakaribisha. Makampuni ya mafuta yote yanakaribishwa. Jenga Afrika. Afrika itajengwa na Waafrika wenyewe. Afrika itajengwa na Waafrika wenyewe. Wanaosema wanakuja kutusaidia hawaji kutusaidia, wanakuja kutunyonya. Ndugu wana wa Afrika, Chionda wa Chionda naendelea na Kandase. Naendelea na, na Kandase. Wanasema hadi leo sanamu la Kandase Ameranasi mtawala wa Nubia Kushi mwaka hadi mwaka 40 hadi ishirini na mbili KK. Kwa sababu kwanza niwaeleweshe kitu kimoja. Ninaposema arobaini hadi ishirini na mbili KK. Mahesabu yake alikuwa anaanza juu kushuka chini. Kutoka ishirini na moja tunakwenda ishirini kutoka 40 tunakwenda 9, sio sasa hivi 2025 hadi 2026 hapana. Tunarudi kinyume nyume, ndio ilivyokuwa. Kwa hiyo anasema hadi leo sanamu na maandishi ya Meroe yanaonyesha ushindi wake na ibada kwa Mungu Amun. Watafiti wanaona kuwa yeye ndiye kiongozi wa kwanza barani Afrika kuwashinda walumi na kulazimisha amani ya heshima. Neno Kandase kutoka Kandake lilitumiwa baadaye katika Biblia Matendo ya Mitume 8:27 kumtaja malkia wa Ethiopia, linaaminika ilitokana na utawala wake. Mwana wa korofi, hapa nikikwambia, hawa watu hawana chochote cha kuandika juu yao, ili wapate maisha lazima watumie sisi. Bila Afrika hakuna ulimwengu, bila Afrika hakuna ulimwengu. Huyu ndio kandahe ameranasi amerana sisi si. Waafrika hatujawai wa kumwogopa mtu uoga, tumetiwa sasa hivi na wazungu na wazungu wa Arabu na wazungu wa Ulaya, ya kwamba kuna moto na pepo, na hii ndio silaha kubwa waliokuja kutushinda, na dini hizi hatukuzipokea kwa kupenda. Sio wewe, umekaa hapo umepewa dini, umerithishwa na baba yako na mama yako na bibi yako. Bibi yako hii dini aliikuta, alipewa babu, babu babu wa babu yake, kwa bakola, kwa mtutu wa bunduki na vitisho. Waafrika hawajakubali kuacha mila zao. Hata huyo Mkwawa mnamsikia chifu, na mheshimu Mkwawa na waheshimu machifu wote alikuta Uislamu, babu zake ndio amepewa na Waarabu naye, na ndio akawa Muislamu. Lakini kiasili alikuwa Muislamu jina, anafuata mila na tamaduni za Kiafrika, na ndio maana akawa chifu. Naambiwa akipanda mlimani anawasiliana na chifu Milambo kutoka Tabora. Simu hakuna, hakuna simu ya waya wala simu ya hii ya ya waya lesi unayoitumia sasa hivi, lakini Milambo na bwana Mkwawa walikuwa wanawasiliana walikuwa na maspai, walikuwa na walimu na kwambiaje. Wa Afrika, lini mtatoka kwa minyororo hii ya vitisho? Mim, mimi nishatoka kwa minyororo. I don't like it. I don't need it. I beg you to differ. I don't accept it from me and my, my lineage katika kizazi changu chote, mtawaambia wanangu, vijukuu vyangu, mtawaachia mausia kupitia vitabu na maandishi. vitabu na maandishi ya mdomo, katika kanda kaseti, pamoja na audio zitakazobaki kama hizi ninazoongea mimi. Sio mtu wa dini, mimi ni mtu wa mila na tamaduni na mnaposema Chionda unasema mila na utamaduni, unaabudu mizimu. Mizimu ni nini? Mizimu ni watu waliotangulia mbele za haki, roho zao zikaacha mwili. Sisi wana wa Afrika tunaamini katika incarnation, tunaamini mroho kuishi mwili, kupotea na kuvishwa mwili tena, kurudi ulimwenguni. Unaponambia Chionda unaabudu mizimu marehemu wako, na wewe mwenyewe unaabudu marehemu wa wenzako. Bora mimi naabudu marehemu zangu na mimi siabudu, ila na kamandi naamrisha. Babu, nipe ulichoondoka nacho, ambacho hujakitumia hekima zako na busara zako. Niachie mimi utajiri wako ambao ulikabidhiwa katika pamu hendi katika mkono wako viganja vyako vya mkono. Niachie mimi uzao wako uliobora ambao bado ulikuwa hujautoa kiunoni mwako, niachie mimi nizae kizazi hiko Babu wa mashariki, babu wa kaskazini, babu wa kusini na babu wa magharibi, katika bara la Afrika el Kabulani, ninyanyueni mjukuu wenu, niongozeni, nipeni pawa ya kusikika na kukubalika katika ulimwengu huu uliojaa ujahili, ujuha na ujinga na kuto kuelewa. Unaposema Chionda unaabudu mizimu, unayomwabudu wewe ni mzimu wanasema alikufa siku tatu akaapaa, wakakwambia waka kapaa, ili mradi utusije ukadai kaburi. Lakini alikufa alizikwa. Aliyekufa wowote ni mzimu. Ukiomba kwa jina lake unaomba mzimu, ukiomba kwa jina lake ni mzimu. Abrahamu mzimu, jizazi mzimu, Muhamadi mzimu, na maswahaba wake wote ni mzimu. Mzimu ni kitu kilichokufa, tunategemea roho yake. Na wao wanaomba kupitia roho za wale marehemu, sio, wanaomba kupitia maiti, wanaomba kupitia roho ambazo wao wenyewe wanaamini kwamba zinaishi. Ndio maana katika wetu, watu, dini ile ya magharibi ya mashariki ya kati, wenyewe so called Middle East, lakini kaskazini ya mashariki ya Afrika, wazungu wale walioko pale, Waarabu, wazungu wanasema hivi Msiwaite marehemu zenu ya kwamba ni marehemu. Hawa si marehemu, wanaishi. Kwa nini waonge hivyo? Ila mimi Chionda nikiwaambia, mimi naomba babu wa babu yangu babu wa mama yangu babu wa bibi yangu babu wa bibi yangu babu wa babu yangu, na ninaomba kupitia roho zao, kupitia roho kuu ambayo the creator of all, muumbaji wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, vya juu na vya chini, vya chini na vya juu, vya kushoto na vya kulia, vya juu nyuma na mbele, nasema: so below, so above, so left, so right, so back, so front. Mimi nikiwa Chionda wa Chionda chini ya uongozi wa Grandmaster Matuta mkuu wa hekalu Epetesuti, mimi nikiwa kama sini ya wake, tunapata mwongozo ulio bora. Tunajua vile vilivyofichwa. Vilivyofichwa tunaviweka wazi. Usije tena kuniambia Chionda, unaabudu mizimu. Mimi siabudu. Kuabudu maana yake kutumika, ukiabudu unatumika. Kwa hiyo wewe unatumika na wazungu, na wazungu wote wa Mashariki ya Kati na wale wa magharibi ambao nyinyi mnawaabudu mnatumika. Unapotaja Jesus Simoni Peter, unapomtaja Paulo, nyinyi wote mnaabudu mizimu. Peter mzimu, Paulo mzimu, Yesu mzimu, Mariamu mzimu Muhammad mzimu, baba yake na mama yake na babu yake mzee Abdul Kadiri wanamwita nani? Wanamuita wanamuita babu yake wanamwita nani? Yule shehe Ali Abdul Mutalib. Maana nikikosea baada ya kutaja jina mtasema Chionda, umechapia dini uijui. Dini ni nini? Dini ni njia, the pathway to the safe journey, ni njia safi kukupeleka katika safari njema. Yaani wewe na akili zako kabisa, unasema ana huyo amjui Mungu. Wewe mungu wako na mimi hatusi sawa, we mungu wako imported, mungu wako kwangu mimi original. Oh, naabudu mizimu ya wageni mimi, naomba kwa mizimu ya nyumbani, na namuomba creator of all. Roho za babu zangu zikiwa na roho za creator of all. Roho na roho zinakaa pamoja, mwili na mwili unakaa pamoja. Kwa hiyo roho ya babu yangu iko pamoja na roho kuu, muumbaji wa vyote. Simesema God is a spirit sisi hatusemi God, sisi tuamwita the creator of all, muumbaji wa vyote. Kwa sababu neno God linatokana nimekwambia neno Gada. Gada ni mention kutoka kutoka neno lilotolewa kutoka Kijerumani kwenda Kiingereza, wakaita Godi. Akiwa mwanamme anaitwa Godi, akiwa mwanamke anaitwa Goddess. Take it, or leave it your Lord. Kama utaki, shauri yako. Nii ndio Afrika. Hamtaki kuelewa mpaka mfe. Chionda, utakufa vibaya, hakuna aliyewahi kufa vizuri. Na mimi sifi, mimi naishi, mimi sifi, naenda na rudi. Nilikuwepo, nipo na nitakuwepo, nilikuwepo, nipo na nitakuwepo, nilikuwepo, nipo na nitakuwepo. Nitakuwepo milele na milele, sitopotea kamwe. Usifikiri mimi Chionda nakufa Mesikia ya nyinyi wafya wa, wa dini wafia dini nalewa, ndugu wana wa Afrika. Kwa maana nyingine, ilo neno lenu mlolita godi ni neno kama nivowambia, ni neno la kijerumani gadasi, mungu mke goti mungu mume au gudi gudi gud kwa lugha za kale kama Kanani, Sumeria na, wanasema el anu inkineti yanatumiwa kumaanisha miungu. Hakuna ushahidi wa neno gadas. Ili neno gadas lipo ushahidi wake inapatikana katika, katika utambulisho wa mungu mke wa Kijerumani. Mshikamano ndugu wana wa Afrika. Nasema hivi Waafrika magharibi, kaskazini walitumia majina na maneno kama gada yanayofanana na, na lasi godi. hatukuwa tutumie neno, neno godi. Kila kitu yote, wazungu wame copy everything in copy and paste. Kienda wao kazi yao Mchungaji ananyonya ananyonya nguvu za watumishi wake, anajifanya ananena kwa lugha. Lugha gani unaongea? Unaongea na mizimu, unaongea na nini? Unaongea na mizimu. Maneno yako yote ni ya uongo, ila kwa mimi ndio ninavyojua Ndio nalielewa o. Ndugu wana wa Afrika, ndugu wana wa Afrika, nasema ubuntu bantu wa Afrika ni watu, sio manyani. otepu amenera.